Okay, lakini sisi wote ni wazazi mm. Inawezekana hatujazaa lakini tumelea wadogo zetu mm. Ama tunaona watoto wanaotuzunguka mm. Watoto wanajifunza kwa kuona. Mm -hmm. mtoto akiona mzazi ni mfujaji mm -hmm. na yeye unamfundisha bila kumwambia kwamba fuja hela okay. unamfundisha ufujaji mm -hmm. wenzetu wazungu wametuzidi inabidi mm -hmm. tukubali mm -hmm. lakini na sisi tunajifunza kutoka kwao mm -hmm. kwamba mtoto akiwa mdogo kuna tabia ambazo mzazi unakuwa unaziweka ndani yake mm -hmm. kwa mfano unavyompa mtoto sadaka katoe kanisani unamfundisha nini? unamfundisha utoaji mm -hmm. Aya, labda sisi kipindi tunakuwa ni lini? Mama yako alikuita ubaba, mm -hmm. akasema, elfu kumi hii hapa, tunaomba leo tupangie chakula kuanzia mm -hmm. asubuhi mpaka jioni mm -hmm. nani amekutana na hali kama hiyo? mm -hmm. <laughs> Hey, wengi hatujapitia huko, kwa hiyo mm -hmm. unakuta hata ukija ukubwani ukishika fedha yako kwa mara ya kwanza mm -hmm. haujui nini ufane, kiende kiende wapi. mm -hmm. kwa hiyo ni jukumu letu kama wazazi kuanza, mm -hmm. kuwa mfano kwanza, mm -hmm. watoto waone, mm -hmm. alafu pia tuwawe, tuwape uhusishwaji mm -hmm. wa kupanga vitu vidogo vidogo, kwa mfano mtoto anayeanza kwenda shule tuongelee tu hizi shule zetu za kawaida maana mm -hmm bahati mbaya sasa, wateja wangu ama followers wangu wanasema, kwa nini unaongelea vipato vikubwa tu? Tuongele mtoto ambaye anasoma tuseme shule ya serikali hapandi, tuseme hatumii usafiri wowote, unapompa shilingi mia tano ya kwenda shule eh, unaweza kwa kumwambia hivi, mia tano nimekupa leo sawa, mm -hmm. usipoitumia yote mm -hmm. mwisho wa wiki nitakupa zawadi mm -hmm. mm -hmm hapo haujamwambia akatumie nini au asitumie nini, ila umemwambia hivi kama mwisho wa wiki hizi mia tano mia tano ni elfu mbili mia tano by saturday Jumamosi, kuna kiasi kikawa kimebaki nitakupa zawadi. Umesha mpandia moyoni kwamba kumbe inabidi niweke kwa sababu baba au mama atakuja kunipa reward. Hapo umemfundisha kutunza mm -hmm. Au Madi akiba, ehe e, na hiyo mm -hmm. Ndio level ya kwanza okay. Ya uwekezaji mm -hmm. Hawezi kufanya uwekezaji kama mm -hmm. Haweki akiba mm -hmm. Japokuwa mm, uwekezaji ni akiba kidogo iliyochangamka akiba yenyewe haizai matunda mm -hmm. ila kwa mtoto sasa ile akiba ni kwamba riwadi yake itakuwa ni mzazi. Una mm. una mriwadi hapo mm. ni akiwa kwenye levo ndogo ndogo, okay. lakini anavyoenda sekondari, ameshakuwa mkubwa, siku moja ya mpe apange bajeti ya, ya nyumbani mm -hmm. na umwambie kabisa, hii kibaki mm -hmm. itakuwa ni pesa yako ya matumizi okay. ukimpa 10000, unahisi atawaza kwenda kununua kilo moja ya nyama? Hapana mm -hmm. atawaza kanunue nusu na robo mm -hmm. ili ile robo mm -hmm. ibaki kwa ajili ya, ya kwake yeye mwenyewe. Wakati mwingine mpe fedha kwamba hii ni hela yako ya ada ya mwaka mzima. <tune> Ah, tunajifunza kwa kukosea.